Familia tufarijika sana ana napoba pamoja kwenye futari, tunapata njema kwa Mwenyezi Mungu. kwa nishukuru fursa hii kwa niaba ya familia yangu niwashukuru sana. Ningependa kutambua mzee wangu mzee Mwaibora, nimemwona na mama Mwaibora, kama mama zangu na bangu make zangu naomba nanyi nitambua wepo wenu kipekee. Tunafahamu mda wote ni mchache, natakiwa mtuwai kwa swali na kuwahi tarawehe, lakini leo tuna mashehe wengi, lakini ni uzuri kabisa tunaye Mufti. Lakini jambo lingine zuri ni kwamba leo hii tunaye shehe Abubakari. Shehe Abubakari wote mnamfahamu ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, wengi mnamvaa, anaitwa Sheikh Abu Bakar ndio jina yake aliyojipa, na mufti arisha mbariki. Sasa kwa sababu leo sio siku ya hotuba, mimi nikuja kutoa shukurani ya dhati. Nawashukuru sana sana sana. Nachoweza kusema niaombee funga njema, mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, kila mnavoomba Mwenyezi Mungu awatimizie. Nawashukuru sana Mufti na Shehe Mkuu wetu, mimi nafarijika kwa hiki ambacho ndugu yetu na kaka yetu mtendaji wa benki ya CRDB amekifanya kwetu. Mimi tangu nimebadilisha jina hili kuitwa Mbakari, kwenye siku ya kwanza kabisa ile ya funga ilipofika kama saa tisa au saa nane Mheshimiwa Mufti niliona moyo unadundia kwenye kisogo huku kwa sababu ya swaumu. Kuna muda nilikuwa natamani ningetoa baragashia ili niendelee na yangu niliyokuwa nayo, lakini nikasema pa. Nilishabatizwa jina hili la Bakari na lazima siku zote ziishe kama ambavyo nilikusudia. Kwa hiyo Sheikh Mkuu sisi tunakuahidi kwamba tutaendelea kuwa na ninyi wakati wote, lakini zaidi pia kwa hiki ambacho benki ya CRDB wamefanya, wametoa sadaka kubwa sana kwetu, na sisi tuonyeshe moyo huo huo kwa wa sadaka kwao kwa kuambia pia waumini wetu kwamba benki ya CRDB inaweza kuwa faraja kwao. Nimshukuru sana, nimpongeze Mheshimiwa mweshimiwa wa na ulilonifanya ni yale aliyozungumza Mtume. Mtume anasema man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'an, yani alimfunguza aliyefunga anapata malipo kama yale anayoyapata yule aliyefunga bila yule aliyefunga kupungukiwa chochote. Yaani kule kupata kwa kima, sababu hakumnyang'anyi, sababu ile aliyefunga. Kwa hiyo malipo makubwa unayoyapata, moja ni kubarikiwa na Mwenyezi Mungu katika maisha ya hapa ulimwenguni. Mwenyezi Mungu kujaalie uendelee kuwa na moyo kama huu wa kutuita mara kwa mara na kuweza kutunganisha kama ndugu. Jambo jingine, Umetufanya sisi tuweze kujuana na kupendana, jambo ambalo labda ingechukua miaka mingi kuja kukutana kama hivi na kujuana. Ili nalo umejenga jambo kubwa sana katika jamii yetu. Mwisho, bila kupoteza muda, nimwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ajaalie iftari hii kuwa ya baraka na kheri na atuondoshee makero mabala na mabalaa na atuondoshee hasadi katika nyoyo zetu, atuondoshee unafiki katika nyoyo zetu pia, atuepushe na fitna baina yetu, na atupe baraka na mafanikio katika mambo yetu.